Naomba kwanza nitoe shukurani za dhati kwako, sio kwa leo tu kuja labda na kushuhudia na kuipokea hii ndege, lakini sincerely kwa yale yote ambayo umekuwa ukiyatekeleza kama miongozo, maagizo, na hata pale ambapo unakuwa mkali kidogo, ni, ni mambo ambayo sisi kwetu tunayapokea kwa uh, hali ya kuona ya kwamba yanatusaidia kutekeleza majukumu yetu kwenda mbele. Nitoe shukrani za dhati vile vile kwa kipekee kwenye mchakato wa kuipata hii ndege. Pale ambapo tulikwama, tukaona ni jambo zito, uliendelea kusisitiza na kusema inawezekana. Pale ambapo tuliona ya kwamba gharama ni kubwa, uliweza kuendelea kutoa mbinu na kutuelekeza ni namna gani ambazo tunaweza kushabihisha na kuweza kupata resources hizo. Mheshimiwa Waziri, mimi kwa niaba ya bodi tu ambayo jukumu lake kubwa ni kusimamia rasilimali fedha, watu na vifaa ambavyo tunakabidhiwa kutenda kazi, naomba nitoe ahadi ya kwamba tutaisimamia ndege hii vyema. Tutahakikisha tutahakikisha ya kwamba tunaunda timu maalum ya kuweza kuhakikisha inapata maintenance na inaweza kupata guidance na hata ikiwezekana tuweze kufundisha pilot wetu mwenyewe mmoja kwa haraka kadri inavyowezekana. Vilevile, tunayapokea maagizo yako ya kuanza mchakato wa hizo ndege nyingine, tutaanza mara moja na ikiwezekana, kwa sababu tunataka kuavoid kutumia hii kwenye mambo ya surveillance kabisa inawezekana inayofuata ikawa ni ndege zinazoundwa hapa Morogoro, ili hiyo ishughulike na surveillance, hii ibakie na jukumu kubwa la kuhakikisha ya kwamba tuna aa, kabili yale ma milipuko ambayo inatokea. Mwisho nichukue tena nafasi hii kwa kusema asante sana kwa leo, shukrani zetu kwa serikali ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na raisi wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini vilevile vile na uongozi wote wa Wizara ya Kilimo kwa kutupa msukumo mkubwa wa kuweza kukamilisha kazi kama hii ambayo tumeikamilisha hii leo. Niseme tena asante sana na asanteni wote ambao mmeshiriki nasi. Huwa tuna salamu yetu ya TPHPA, naomba nisikie kelele kubwa kuliko zote TPHPA! TPHPA!